Anafanikiwa kumwacha wa kwanza Faisal Idinado, Idinado mambo fleshi kabisa kwake. Idinado mambo poa kwa Azam FC, pasi ile ambayo ilidondoka nyuma ikakuta Faisal Salfeto, Abdalla Fei akaiyacha pasi nyingine kwa Idinado akatana kwenda kuchagua wapi pa kuweka ule mpira, alizunguka kidogo, akapoteza uelekeo mlinzi wa KMKM. Idinado anaweka mpira ndani ya net. Idinado kwenye nafasi tena, anakwenda kuja kujitafutia mwenyewe na <inaudible> bisi Jefte <inaudible> alichofanya New Aman Complex Zanzibar anakifanya tena Azam kompleksi Chamazi. Jefte Kitambala Bola, shambuliaji ambaye anakwenda kuhakikisha kila kitu kinakwenda sawa kwa Azam FC hmm. na naye anaweka paskwa Jefte Kitambala Bola. Idi Nado anakamilisha misheni kuandika bao la pili, muda mfupi tu wametoka kutangulia, na muda mchache baadaye wanapata bao nyingine. Pasi Msindo aweka paskwa, kichwa kinaingia na kugusa lmpira ya Muhamedi Kasimu. Faisal anapiswa tena <tipa> Jefte Jefte hawasikii, analitaka vibe lenu. Jefte Kitambala Uh, <tipa> bola hapo hapo, hiyo ishara kwamba wanahitaji zaidi Wanahitaji zaidi ya hiki ambacho kinaonekana yeah. Wenye akapitisha kwenye nafasi katikati ya miguu ya mlinzi wa KMKM na Jefte hakuwa na kingine cheza zaidi ya kufanya <tipi> anapusiga Jefte Kitambala, bola kwenye nafasi, anamtengea Idi Nado. Aya, Idi Idi Nado hapo vipi? Hapo sawa pasi na shaka, kwa hiyo pasi ya Abdul Suleimani Sopu, alikaa kwenye nafasi nzuri. Idinado akaonekana na Jefte Kitambala bola, fasi ambayo ilimfikia hakuwa na kazi kubwa ya kufanya zaidi ya kuweza kuweka bao kwenye neti za KMKM. Yoro Diaba neka kros kwenye nafasi, jaribu kuweka heda ile Iweje Jefti afunge yeye, ashindwe ikiwa wote wawili walifunga kwenye mchezo wa kwanza. Pasko Msindo anakwenda kunesa nesa bao la tano. Oh. Tano kwa macho yake alimuona bwana mdogo akiwa tayari amepita, akadai kuweza kufikia ule mpira na kuweza kuandika bao la tano kwa Azam FC. Azam FC tano kiganja tayari umekwisha kimaliza, wanakwenda kuanza na mkono mwingine, jaribu kukaa imara imilimao. Haya, Faisal. Anamtengea Sopu kwenye nafasi, Sopu Abdul Suleimani Sopu, ikiwa ni hat-trick ya assist kwa Faisal Salum kimidimawa kaka kwenye njia mpina wanamkuta Faisal, pasi nzule kwa Abdul Suleimani Sopu kwa kuandika bao la pili kwa kipindi cha pili bao la sita kwa Faisal Salu. Anapeleka mpira tena kwa Abdul Suleimani Sopu, ajaribu Sopu. Seven Heaven, hata wakurugenzi wa makampuni ya SSB, wa thelathini na tano. Faisal kwenye assist nyingine kwa Abdul Suleiman, mabao saba ni assist nne za Faisal Salum alitazama, kisha kamtazama mlinda mlango aliposimama.